pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa, ole wenu, tahadharini na mambo yenye kuzuka, hakika kila uzushi ni bid'ah na kila bid'ah ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Ndugu wa Islam, haifai kwa muislamu yoyote mwenye cheo chochote kuzusha jambo lolote katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ametukataza kuzusha katika dini aliposema alaihi salatu wassalam

kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uzushi. Akatuamrisha tumwabudu Allah kupitia Qur'ani na Sunna. Ama yale ambayo hayapo katika Qur'ani na Sunna tusiyafanye kuwa ni ibada yoyote. Yule atakayemwabudu Allah kupitia uzushi, basi matendo yake yatakuwa ni yenye kukataliwa, kama alivyopokea alimamu Muslim

huu ndio uliokuwa mwenendo wa masahabu wa mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ufateni huo, msizushe. Kwa hiyo, ewe walahiba, ni lazima sote kwa pamoja tufate sunna, yaani tufate Qur'an, tufate mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufate mafundisho ya masahabu wa, wa, wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule ambaye ataacha mambo haya atakuwa amefata uzushi, uzushi ambao ni wajibu sisi kuuacha na kuweka mbali kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mambo mengi katika Uislamu yamezushwa, mambo mengi yameletwa na watu wanayafanyia ibada, na miongoni mwa mambo ambayo yamezushwa ni bid'a ya uzushi ambao unafanyika katika huu mwezi wa Shaaban, alihtifalu binisfi lailati min Shaaban, watu kusherekea nusu ya mwezi wa Shaaban. Ikiingia nusu ya mwezi wa Shaaban ule usiku wake watu wanauhuisha kwa ibada wa sherehe mbalimbali kwa mbali mbali, kwa kudhania kwamba kuna ubora maalum katika huu mwezi

Huko ndo tunachukua ibada ama yale ambayo yamekuja baada yao. Huo ni uzushi ambao inabidi ukemewe, kama alivyoukemea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haija thibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala katika zama za masahaba, haija thibiti kwamba wao katika ule usiku wa wow, nusu ya mwezi wa Sha'ban, kwamba walikuwa wanasherekea au wanakesha wanafanya ibada la

Fala taabaduha, ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi msiifanye. Tukitazama kwenye ibada zao walizozifanya masahaba, hatukuti kwamba walisherekea usiku wa nusu wa mwezi wa Shaabani. Hawakusherekea, hawakufanya. Kwa hiyo na sisi tuzifanye jambo hilo, tufanye yale yale ambayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliyafanya.

kwao na sisi lazima zile zile ibada walizozifanya, yale mambo ambayo masahaba waliyoona kwamba ndio dini, na sisi ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyaone kuwa ni dini. Wao hawakusherekea na wala hawakukesha kuhusisha usiku wa nusu katika mwezi wa Sha'ban kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya sherehe mbalimbali, wakawa wanafanya hivyo kwa kuhusisha huo usiku kwa ajili ya mambo kama hayo, na sisi tufanye kama walivyofanya salafu.

latakhadna dhalika alyauma, ida yule myahudi amekuja kwa Umar akamwambia, kwenye Qur'ani kuna aya hii, aya lau kama ingeteremka kwa sisi mayahudi tungeifanya hiyo aya tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe. Umar akamuuliza ni aya gani? wa ayu aya yule Myahudi akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum liislama dinan hi aya hi, leo hii nimekamilishieni dini yangu na nimekutimizieni neema yangu kwenu nyinyi. wa raditu lakum liislama dinan, na nimekuridhieni kwamba Uislamu wenu ndio dini sahihi. Umar wakati akamjibu bibi akasema, kadi harifna hadhih alaya. Hii aya si tunaijua, imeteremka wapi? imeteremka tarehe ngapi? Imeteremka tarehe tisa katika mwezi wa Dhulhijja katika siku ya Arafa mwaka wa kumi. Tarehe tisa, siku ya Arafa katika mwezi wa Dhulhijja mwaka wa kumi. Mtuma akaisoma tukajua ni siku gani.

pamoja na kupatikana sababu ya kuiacha wa intifa'i mawani na kuondoka sababu na kuondoka vizuizi. Yani lile jambo lile jambo, wakati wa mtume, sababu ya kulifanya mtume ipo, sababu ya kulifanya ipo, vizuizi vya kumzuia mtume asifanye hakuna, hilo jambo kulifanya kwa sasa ni bid'ah kwa sababu sio makusudiiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujifanya, kwa sababu uwezekano wa Mtume kulifanya ulikuwepo, lakini hakulifanya. Mfano wake alihtifal bi maulidi Nabii sallallahu alaihi wa sallam, kusherekea maulidi. Kusherekea maulidi, sababu ya kusherekea ilikuwepo zama za Mtume. Naam, ilikuwepo, ni mazazi ya Mtume, ndio sababu ya kusherekea na kumuadhimisha Mtume na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia mtume lakini je, masahaba na mtume mwenyewe walisherekea birthday yake? Hawakusherekea. Kwa hiyo, kuna kitu kiliwazuia wasisherekee? Hakuna. Kwa hiyo, hiyo siyo sunna, hiyo ni bid'a kwa sababu uwezekano wa kufanya ulikuwepo na mtume hakufanya. Mfano wa pili, nusu katika usiku wa mwezi wa Sha'ban ulikuwepo zama za mtume, naam, ulikuwepo Uwezekano wa mtume kuhuisha kwa ibada na kusherekea ulikuwepo. Naam, ilikuwepo. Mtume alifanya hivyo? Hakufanya. Kwa hiyo wewe ukija kufanya sasa hivi, tunakwambia hiyo ni bid'ah, kwa sababu mtume uwezekano wa kufanya ulikuwepo, lakini hakufanya, na hakuna kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo kufanya inakuwa ni bid'ah, haifai kufanya, na mambo mengine yanaingia katika hiyo nukta. Alqismu thani Sehemu ya pili katika mambo ambayo mtume aliyaacha hakuyafanya ni yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wa sallam aliacha, yani hakuyafanya maa wujudi lmuktadhi, pamoja na kuwepo sababu ya kuyafanya, yani sababu ya kufanya ipo, lakini mtume hakufanya. Lakini wujida lmani'u kuna kizuizi ambacho kimemzuia mtume kufanya, alaihi salatu wassalam. Sasa fa fi'luhu ba'da zawali al-mani'i sunna, kufanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi ni sunna. Yani mtume alipotaka kufanya hakuweza kufanya, kwa sababu kuna jambo lilimzuia. Mfano wake ni nini? aiuwa lahiba, salatu tarawih salatu tarawehi, ayuwal ahiba, mtume sallallahu alayhi wasallam wsalla bihim, aliwaswalisha masahaba siku ya kwanza, siku ya pili na siku nyingine. Baadaye mtume hakutokea kuwasalisha, wakawa wanamsubiri mtume. Akatokea akawambia, nimekuoneni nimewaona mnanisubiria nije kuwaswalisha, lakini nimeacha kuendelea kuwaswalisha hii swala khawfan an tufradhu alaikum, nimeogopa msije mkafaradhishiwa. Mtume akaogopa, mtume akaendelea katika zama zake suratu tarawih hawaiswali. Zama za Sidiku lumma, alipokuja Umar watu wanaswali, kila mmoja anaswali kivyake vyake msikitini, akawakusanya kwa imamu mmoja Ubayabun Kaabi, akaambia jamani, swalini hii swala. Wakamuuliza kwa nini unaiswali? Akasema, tunakusanyika kuiswali kwa sababu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Mtume aliiacha kwa kuogopa isije kafarudishwa, kwa sasa hivi haiwezekani kafarudishwa. Kwa nini? Kwa sababu wahi hauteremji tena, hakuna wahi tena. Kwa hiyo ikawa hilo swala inaendelea swala tarawih, na sisi tukawa tunaendelea kuiswali kama kawaida. Kwa nini Mtume aliiacha kwa kuogopea? baada ya kufa mtume, hamna wahyi kwa hiyo hicho kizuizi kimeondoka. Mfano mwingine ni Alkaaba. Alkaaba, Mtume sallallahu wa sallam, alayhi wa sallam alitaka aivunje Alkaaba kwa sababu makuraishi walipoivunja Alkaaba baada ya kuwa ina kreki ina mipasukopasuko, wakawa wamekosa mali ya kuijenga kama ilivyokuwa katika ile nguzo alivyoijenga au katika ile hali alivyokuwa wameijenga Ibrahimu wakaijenga hivyo hivyo kama mnavyoiona sasa, wakawa wameacha sehemu nyingine katika ile Hijiri Ismaili haitajengwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mama Aisha, lau kama hawa watu wa Maka hawana muda mrefu wa masilimu, yaani kwa maana wangekuwa na imani zenye nguvu, wangekuwa ni aqwiya al-iman wakawa sio al-iman li wange wangekuwa imani zao zishakuwa safi kabisa, shakuwa barabara basi ningeivunja nigeyivunja al-Kaaba ikaijenga nikaijenga kama ilivyokuwa zama za nani, zama za Ibrahim. Akasema lakini naogopa, naweza nikaivunja ikawa imewarejesha nyuma, wengine wakartadi katika Uislamu au wama ila dhalik. Mtume akaiacha al-Kaaba katika ile hali yake kwa kuogopea baada watu wa Makkah kuwa na nguvu katika imani, kuwa imara katika imani. Abdullahi ibn Zubair akaivunja akawa ameijenga kama alivyotaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama hivi tunavyoiona ni katika mambo ya kisiasa ambayo yalipita katika historia, ndio maana ikawa imerejeshwa hivyo kutokana na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo huu ni mfano wa pili na hii ni sehemu ya pili katika yale mambo ambayo ameacha mtume sallallahu alayhi wasallam Masala ya tatu ni yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, liadami wujudi ma yaktadhi, kwa sababu ya kutopatikana sababu ya kufanya hivyo, yani hakuna sababu iliyompelekea mtume kufanya na wala sababu haikutokea yeye mtume afanye hivyo. Fahadha yajitahidu fihi lulamaa idha wujida ma yaktadhi dhalika. Haya mambo maulamao wanajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano, kwa sasa, mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za, za, za maziwa, yaani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu watu wanaenda kujitolea damu kwenye mahospitali. Hapo maulamaa wanaleta hukumu nini? Hukumu ya mtu kujitolea damu. Kuna abnau au auladu au atfalu lanabib, wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa, au mtu labda hana uwezo wa kuweza e, kutungisha mimba katika nani, katika katika kizazi cha mke wake, tunafanyaje? Haya mambo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam hu haujakuwepo wanakwida sasa, maulamaa wanajitahidi, wanatoa hukmu. Haya ni mambo ambayo yanaitwa fiqhun nawazili, katika lugha sheria ni mambo mapya ambayo yanazuka. Maulamaa wanayeturia hukmu, kwa sababu zama za Mtume hayaja kuwepo ilivyo. Ei, wala hibu, tuwache mambo ya kwenda kulia, kwenda kushoto. Siratu llahi azawajala waid, njia ya Allah subhanahu taala ni moja. Ukienda kulia, unaenda babaya ukielekea kushoto unaenda babaye. Njia ya Allah ni moja, Alquran, Sunna wa fahamu salafi salehi, ni Qurani ni Sunna ufahamu wewem waliotangulia. Sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaabani, Maswahaba hiyo ibada hawajaifanya, na wao wametuambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye. Kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya.